Rovis aamalai kwa kunialika kuja kutoa na daraja la ushemasi ya siku ya leo hapa parokiani Raja, ambayo sasa tumeshamaliza. Nashukuru kwa kuliba edala wakameri kwa utume unaoufanya katika jimbo letu la Morogoro. Kwa niaba ya uongozi wa jimbo, tunapenda kuwashukuru na kuwapongeza kwa utume unaoufanya ikiwa ni pamoja na mafarafia hii hapa, lakini kule maroro pia kwa utume wa shule zenu na wafa nyingine mnazozitoa wakikoni, tunapenda kuwapongeza sana na kuwashukuru sana, asanteni sana lakini, pia napenda e shukurani kwa zawadi mlionikabidhi hivi hapa, asante sana kwa zawadi lio weku wapya kwa kupata daraja hili la shemasi. Hongereni sana mashemasi, mtakuwa mna hudumu katika meza tatu. Kazi yitu kubwa ni kuhudumu, na mtahudumu katika meza kwa tatu

nilii awatare ambapo utakuwa wasaidizi wa askofu na mapadri. Kumbe mtoe huduma yenu hapa awatareni kiaminifu, na kwa uangalifu na kitakatifu. Meza ya tatu ya huduma nikuwahudumia ekuwa unatoa huduma ya upendo kwa wagonjwa, waamini na wahitaji na masikini. Kumbe mtoe huduma hiyo kwa watu kwa unyenyekevu mkubwa, ikawe zawadi eh, kwa wa wa kwa watu ili waambia eh, wata, eh, watawa kwa kanisa ni zawadi kwa jumuiya, na mimi ni wataawajati kutukana saza daima. Kwa hiyo na kama mashemasi, mkawa zawadi, watu wafurahie huduma zenu, watu wafurahie huduma zenu. Ili mweze kuwa zawadi bora, lazima muwe ni watu usio na mawaa Yaani watu msiwe na unani, msiwe na unani wowote kwa viongozi wa shirika, kwa watawa wote, kwa waamini, yani kuolilini wa kama mtakatifu Karo, karo eh, Akutis alishawahi kusema kwamba sisi watu tumezaliwa origin kama origin, lakini wengi wetu tunakufa tutakufa kama photocopy yeah. Wengi tutakufa kama photocopy, lakini Mungu alituumba origin, yani watu watakatifu, watu wema, lakini katika mangaiko ya maisha wengine tunaupoteza ule utakatifu wetu wa asili, na tukibaki katika hali hiyo ya dhambi, tunakufa kama papa foto, sio ee?

kama wanasema katika wa hali ya juu, in the best way possible. Pongezi hizo zimeendana pamoja na nasaha hizo za kufanyia kazi. Basi kwa sasa sina zaidi, ninawatakia maendeleo mwema.